Sasa wakati viongozi wa dunia wanapoendelea na mkutano mkuu wa tabia nchi duniani COP 30 nchini Brazil, takwimu mpya zinaonyesha kuwa matumizi ya mafuta ya kisukuku duniani yanaelekea kiwango kikubwa zaidi cha hewa chafu kwenye mazingira. Utoaji wa gesi chafu kutoka kwa mafuta ya kisukuku na pia saruji unatarajiwa kuongezeka tena hadi tani bilioni t... 38.1 za hewa hiyo. Hili ni ongezeko la angalau 1.1 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Hata hivyo, utoaji wa gesi kutokana na matumizi ya mafuta ya kisukuku katika kuzalisha umeme umebaki katika kiwango kile kile mwaka huu 2025. hii ni kutokana na ukuaji wa kasi wa uzalishaji wa nishati kutokana na jua. Wataalamu wanasema hili linaashiria kwamba utoaji wa gesi duniani unaweza kuwa unakaribia kufika kilele, ingawa bado ni vigumu kabisa kusema lini hali hiyo itatokea. Sasa, wakati uzalishaji wa nishati kutokana na jua na upepo unakuwa kwa kasi, wataalamu wanaonya kuwa bado kuna ongezeko la kiasi kikubwa cha hewa chafu ya kaboni angani. Tusalie katika suala hili la mazingira na turejee hapa barani Afrika, hususan Kenya, katika mpaka wa Kenya na Tanzania, vijana wamejitokeza kuwa mstari wa mbele katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Robert Kilapai ana umri wa miaka 17 tu. Anapambana kuhakikisha kwamba kando na kwenda shule na kuchunga mifugo, anaendeleza juhudi za uhifadhi wa mazingira ambazo zinachochea mwamko mpya katika kizazi kipya. Swali ni je, anafanya vipi hivyo? Sarafina Robi alikutana naye na kutuandalia taarifa ifuatayo. Loitoktok, kaunti ya Kajado, kwenye mpaka wa Kenya na Tanzania, ardhi imevuliwa uoto wa kijani kibichi uliotanda hapo awali. Ardhi ambayo awali ilishamiri na kunawiri sasa imesalia na miti michache tu. Ndiyo mazingira ambayo Robert Kilapai mwenye umri wa miaka 17 amejipata ndani yake wakuwa akiendelea na shughuli zake za kawaida kama kuchunga mifugo na ng'ombe wangu hapa, nilipoenda huko porini kapatana na simba, lakini tulikuwa vijana wawili. Sasa tukachanganya ng'ombe, tukaenda huko porini na yeye, simba akaamka, mwingine akarukia ng'ombe yule kijana, ndipo simba alipomnyonga akafa hapo hapo, kwamba lion lion one of the big five ambayo inapea Kenya ambayo inatumiwa ku develop the country. Kwa miaka mingi watu na wanyamapori waliishi hapa na kutangamana kwa amani. Leo hii hey, kupungua kwa rasilimali kunachochea migogoro. Tukiwa wadogo, tulikuwa tuna hizo mambo ya wanyama ya pori na wa wanyama nyumbani wanyama ya pori na wa wanyama nyumbani, tulikuwa tuna wanakaa pamoja tu, hata ikulima sisi hatupendaki kama Masai. Si napendaka kufuga ngo maana ngombe inakaa na miti affect na inakaa na wanyama pori, si tunakuaga hivyo. Lakini sasa hivi mambo ya kilimo ilipoingia ikaharibu mambo ya wanyama, hata wanyama nyumbani hakuna mahali tunalisha na bado inaharibu miti. Sasa anachofanya Kila Pai, anadhamiria kubadilisha taswira hii kwa kukuza tumaini wakati ambapo hachungi mifugo yeye, hukuza miche ya miti ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuhifadhi mazingira. Nimepanda miti mia shuleni na nyumbani na nyumba kapata miti karibu sitini niko nataka wanyama wapata bita nzuri, na pia watu, watu, watu pia wapate mvua kwa wingi. Nimefurahia sana kilapa akipanda miti, maana miti inahitaji vitu nyingi, kivuli, tena zinavuta mvua sasa jamii yake imefurahi, maana si ni wakulima na wafugaji. Sasa akiotesha miti kama ile, mbuzi inazaa hapo, inakaa kwa kivuli. Mwanamazingira Julius Milia anasema juhudi za vijana kama za Kilapai ni muhimu. Yeye mwenyewe amegeuza uzio na ua la nyumbani kwake kuwa kama chimichimi katikati mwa jangwa. Wakati huo nilikuwa nikitembea, kuna miti ambayo Kimasai tunaita nkirenyi na sinoni na miti mingine ambayo ipo kwa Kimasai pia Oloirien. Hizo ndio ziliyokuwepo na machaka kipindi hicho hmm. kufikia sasa miti hiyo imeshatoweka kwa ajili ya jembe. Vijana wa leo, kizazi kipya hiki, mimi ningewapendekeza Kenya, Tanzania na Uganda waweze kuotesha miti kupendeze nyumbani kwao. Kilapai amekuwa akipanda miti tangu akiwa shule ya msingi, na sasa kuna wito wa kujumuisha masomo ya uhifadhi shuleni. Baadhi ya mashirika yanayoongoza juhudi hizo ni Wakfu wa Wanyamapori wa Afrika na Vilabu vya Wanyamapori nchini Kenya. Njia yake ya kuweza kufikia communities, ni kuweza kuambia tunaweza bado pata uh, uh, maisha yetu katika mazingira yale ilhali pia tuweze kuchangia kwa kuweza kutunza yale mazingira ndio wale wanyamapori waweze kuishi pale. Sera kubwa na muhimu zaidi ni kwanza kuhakikisha kwamba walimu wana ule uwezo wa kuwafundisha wanafunzi kuhusu uhifadhi. Tumegundua kwamba kuna pengo kubwa kuhusu uhifadhi wa mazingira na wanyama duniani kote. Vijana bilioni moja nukta mbili, ambapo ni asilimia 16 ya idadi ya watu ulimwenguni, hapo baadaye watakumbana na athari au matokeo ya maamuzi ya mabadiliko ya tabia nchi ya sasa. Huu ni kwa mujibu wa shirika la mazingira la Geneva. Ni wimbi linaloibuka huku kukishuhudiwa katika mikutano kama vile kongamano la tabia nchi ya Afrika lijulikanalo kama Africa Climate Summit, na kongamano la kimataifa la COP, huku COP 30 ikitarajiwa kufanyika nchini Brazil. Ikiwa kwamba kuna pengo katika mifumo mbalimbali na sera za mataifa ya bara Afrika, vijana sasa wapo mstari wa mbele kuhimiza serikali zao kuweza kutekeleza sera zinazoimarisha mazingira. Sarafii Nairobi, BBC, Loitoktok, jimbo la Kajiado, Kenya. Sarafii Nairobi, panda mti.